Anasema kila chochote kilichozaliwa na Mungu hicho kina ushindi ulimwengu. Kwa nini kila kilichozaliwa na Mungu? maana watu wote auea Mungu, lakini ukizaliwa upya, sema amina wote kuwaisha na wali wengi , lakini haya hayaonekana ya kawaida kwa namna ulivyofanya, na kinachoonekana inafikirishia kwamba wewe umetoka kwa Mungu. Yesu akamwambia ni problemu, lakini wewe ni problemu. Usipozaliwa mara ya pili uwezi kuona kwa Mungu. Nikodemo akashangaa akasema, mimi ninawezaje kuzaliwa mara nikiwa mzee kama hivi, nikiwa mtu mzima, niingie tumboni mwa mama nizaliwe tena? Atasema hapana, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho.

aweza kuzigira ila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya tano yana mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa Roho. Amen. Anasema kushindana

na kile unachokifanya huwezi kufanikiwa wala huwezi kufanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe! Kwa maana Yesu akasema, amani yangu nawapa, amani wa yangu nawaachia, ni wapawe wa mii, hiyo amani si